Nimekukuta wewe unazini hiyo ni dhambi yako wewe na Mungu wako. Mimi hainihusu wala haiumizi jamii. Sana nitakwambia tuacha. Nimekukuta unamsengenya mtu hiyo ni dhambi yako wewe na Mungu wako utakabiliana nao. Nitakukanya ila kuna madhambi ya kufanyia umma public. Yale lazima naweza nikakuanika. Mfano wewe ni kiongozi uma, uma, unahujumu umma. Nasema nitakuanika. Unapotosha umma nitakuanika, sababu wewe unaumiza jamii. Kwa kuna dhambi za mtu na Mungu na kuna dhambi za Mungu na watu. Sasa hiyo ya Manara ilikuwa baina ya Manara na Mungu wake. Kulikuwa na sababu gani ya kuitoa? na Mtume amesema alaniwe mwenye kuamsha fitina iliyolala. Hawa watu wameamsha fitina iliyolala, wangemstiri Manara, na wallahi Mungu atowaacha siku ya Kiyama, labda wakamuombe toba kwanza Manara, wakaombe na Mungu. Hata kama Manara kafanya jambo baya, hatumungi mkono Manara, nimeshaeleza ukubovu wake, lakini wanakosea. Yeah. Moja kati ya ujumbe ambao waliuchapisha alisema yeye ni mwanadamu. Hmm. Na kuomba radhi ni moja kati ya busara ambayo anatakiwa kuitenda. Amesema ataomba radhi wote wale ambao amewaudhi amewakosea, katika ile sauti iliyosikika hmm. Hii inatupa picha gani ya Manara gani mpya tena? Baada ya tukio hili kusema hivyo, ameonyesha mungwana kwamba ameguswa, amekumbuka toba hmm. Anayo haki ya kusema hivyo, na ndio mungwana usema hivyo. Mimi ni msifu kwa hilo, kama amesema atawaomba radhi ni kweli, amekubali alisema na nakubali alikosea, hey, amekiri basi. Mimi nafikiri kwa niaba wale wote aliowakwasa wamsamehe. Na kaida maisha mwanadamu, niwaeleze kitu kimoja, tujifunze kitu hiki, na ndio kazi ya mitume kusamehe watu waliokukosea, kusahau watu uliowasaidia tujifunze sana mwanadamu. Tume... eh, kusamehe watu waliokukosea, kusahau watu uliowasaidia. Sasa sisi tunakasumba moja. Nimeshamsaidia Sana, sasa basi sasa nimefika mwisho. Umefika mwisho wewe Mungu. Mbona Mungu tunamkosea kila siku? Tunazini, tunaiba, tunasema uongo, tunadhulumu. Lakini Mungu anatusamehe. Na mtu anakufa anaomba radhi kwa Mungu, na Mungu anamsamehe na ziko anakwenda peponi au mbinguni. Wewe kwa nini usije kumsamehe? Alafu useme wewe Muislamu. Hata ukiwa Mkristo ndio kazi. Na Wakristo wana sala moja, wana sala wanasema hivi: Baba yetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe, ufalme wako uje, mapenzi yako yatimizwe hapa duniani kama mbinguni. Utusamehe makosa yetu. Sasa we? kama tunavyosema. Sasa kwa nini hatutaki kusamehe? Na kazi ya mitume ilikuwa ni kusamehe. Yesu alisema kupigia hesabu na kusota na kulia, akunyang'anyae kanzu mwachie na joho. Na mtume sallallahu alaihi wasallam anasema kusamehe ni bora kulipa, kulipa kisasi. Na Qur'ani imetaka tusamehe, na mtume aliwasamehe watu waliompiga, akasema nimewasamehe. Sasa haya mambo ya kungangania kulipa visasi, kungangana tu mapambano, tumeyapata wapi? Roho zetu mbaya hata kama Manara alikuwa anafanya makosa ni yeye na Mungu. Sisi hatupaswi kumhukumu kwamba sasa tukutia adabu, unamtia adabu Manara, wewe nani? mwana kaka, kwa ndio tatizo letu, wa Afrika ni hilo. Siku moja nimezungumza hapa kuhusu wa Afrika, mtu kasema, wewe unapenda sana uzungu. Hapana, wallahi nakwambia, brother, sisi wa Afrika tuna matatizo makubwa sana. Na hayo ndio sasa maisha wa Afrika: uongo, umbea, ukichini chini, roho mbaya. Ndio wa Afrika, tuko hivyo. Mzungu hana time hiyo watu weupe wa wastaarabu sana kaka, wazungu wamekosa dini tu, lakini ni watu. Mzungu hana uislamu wala Ukristo, lakini principles zao ni za kidini. Ukiangalia, nenda hata hospitali utibiwe wewe na mzungu utibiwe na na na Mwafrika, utaona mzungu anavyokufanyia treatment unaweza ukasema la, sasa tayari nishapona. Nenda kwa mwafrika anavyokutibu utafume ingia kambi ya jeshi anavyokukomandi la la, vizuri bwana na mama sasa wasi ulichagua taaluma hii atiba tiba, mishale yetu nalikuwa midogo <laughs> ulichagua hii kama midogo, acha si basi eh. Kwa hiyo kuna rais <laughs> mmoja, nchi moja, nilimsikia anawaambia askari wake, akia Mungu anawe jamani, anayetaka kazi ya askari polisi mkono juu, polisi wakanyosha, anasema asiyetaka ashushe chini, aloweke silaha yetu na uniform zetu, aondoke. Kama msaala anaona hautoshi aweke combat zetu hapo awekendoki hatumlazimishi mtu. Kwa hiyo mmelizika na, undoki, kwayo, na mshahara, fanyeni kazi sasa. Huu ndo Afrika. Naam. Sawa, tukimalizia hapo, Manara alikuwa na mke alioa akamwacha ambaye ni Zailisa, hmm. Lakini jana zilisambaa picha mitandaoni zikimonesha Zailisa yuko na mtu mwingine msanii, hmm. Meja Kunta, hmm. Baadhi ya watu wakawa na judge kwamba hakumaliza eda alafu then kaingia kwenye mahusiano mapya kidini, hii lipo sahihi? Alipo, sahihi kwanza, Zailisha si mwanamke wa dini , yeah. Zailisha si mwanamke wa dini. Na sio mwanamke , yule ni mwanaukwa. Kuna mwanamke na mwanaukwa. Tofauti kubwa. Mwanamke ni mwanamke yule anayejiheshimu na kujistiri. Mwanaukwa, Mwanamkwa mwana ni wale mama pekupeku ndio kama kina Zailisha. Zailisha si mwanamke. Wallahi bilahi. Si mwanamke. Mm. Si mwanamke. Wala uwezo kaweka ndani ya nyumba mwanamke ambaye kasadi umeoa. Umeweka matatizo mwanamke yeah, ana sifa ana vigezo. Kwa hiyo ndio maana kasema, Mtume amesema tu owe wanawake kwa mambo manne: uchamungu, sura zao, pesa yake na generation yake, iwe na dini. Sasa zairisi ana dini hana dini? hata hiyo kufunga ndoa ya Kiislamu ni kama vile mila tu, lakini sio uchamungu ala hofu. Yes, kwa hili ndiyo tatizo Wanamzalisha eh, eh, mwana mwana mwanamke na hata vijana wote wanaozunguka na mwanamke. Lo no, ni, ni, ni, ni, ni wachovu hivi. Dunia ya leo ni dunia kuzunguka na wanawake. Jamani, nyinyi vijana ni dunia ya wanawake. Nyinyi mkitoka we, hapo ukiamua kwenda kuzini, sasa hivi unazini mwana na mwanamke unayemtaka. mwana mwana mwana mwana. Yaani, no, ukiamua sasa hivi nakwenda kuzini hoteli utalipa chumba, na wallahi unazini muda huu na mwanamke unayemtaka. Ukitaka kesho nifunge ndoa, kwa sisi Waislamu ndoa zetu nyepesi, unaoa kesho kwa mwanamke unayemtaka. Sasa dunia leo ni ya kuwa unachezewa akili na mwanamke, unazunguka, una salaundi na mwanamke, kama dawa ya mbu unao kichwa sawa sawa, kweli? Sasa na ni ushamba, labda tuambie vijana wa Kitanzania, dunia leo sio dunia kusoboka tena na wanawake. Dunia wanawake imepitwa enzi zetu tulikuwa mnapigania mwanamke. Dunia leo utakuta mtu anapigania mwanamke barabarani. Au unachukua mwanamke wa mwenzako watu wanakucheka unang'ang'ana na mwanamke muovu. Dunia hii wanawake ni wengi kuliko wanaume. Ni ushamba. Unajua tatizo vijana wengi wa Kiafrika hasa wa Tanzania ni washamba. Wengi wetu hatukusoma. Wengi wetu tunasoma tutembei, akitembea mtu kaenda Nairobi karudi akamwambia nimetembea. Hata akienda hiyo Ulaya atembea afikia hoteli anarudi nyumbani katembea. Sasa ni ushamba tu ndio kuna fanya baba yake nao wanawake. Kijana anayejitambua dunia hii, unahangaika na maisha yako na familia. Watu wanasema Manala umri umeenda, zahirisa, kuna vitu, kuna fikosa, Manala mtu mzima naja e, ni kweli mm, watakusaidia vijana wenzako. Inawezekana anasaidiwa shehe umri. Ah, umri wangu mimi mm, mimi mwaipapo sahii na, na zaidi ya 50. Sasa nikangangania kuwa mwanamke wa miaka ishirini na mbili, ninaakili kweli? Mtoto anataka kila wakati mwingie uwanjani mcheze mpira, waachie wachezaji wapi, waingie uwanjani wacheze mpira. Muda wako Ronaldo umekwisha au Beckham, waachie vijana waingie timu mpya. Wacha kimbize, e, ni wakati wake kijana, najidai ni nikuumiza tu roho. Wanamuumiza Manara, wanamuumiza kijana wa watu mm. Waakoko wanamuumiza sana, lakini nafikiri Manara amezoea a mazingira ndo <laughs> unaona, wala babaiki yeah. <laughs> Manara mwanaume mm. <laughs> Kazoea ule mwanaume kweli kweli. Tuna kipi cha kujifunza kwenye haya maisha? Maana mara nyingi mashehe mnatuhusia kwamba ifike mahala tutafute wenza wetu, tutulie nao kama wenza wenyewe wenye ni hawa. Bado mashehe mnaweza mkawa na nafasi ya kutulaumu vijana kutoa kujifunza. Shehe wangu, labda nikwambie kwanza, waswahili wana msemo wanasema hivi, kosea mambo yote usikosee kuoa. mm -hmm. na mtoto hakika, kosea mambo yote usikosee kuolewa. mm -hmm. Waislamu, Mungu anasema oweni mpate utulivu. mm -hmm. Sio oweni mpate kero wewe uko barabarani unahangaika na makamela na nini na nini, stress kibao. Ukirudi nyumbani, lazima mkeo akufariji akohendo, akupe ile good welcome ndani ya nyumba una pause. na mwanamke kaka, mwanaume anataka kwa mwanamke mambo manne tu au matatu, ukiyakosa hayo ni shughuli tu. Ni uongo, ni uongo, ni uongo. Mwanamke akiwa na sifa hizi, sifa ya kwanza mwanamke kuridhika na anachopewa na mumewe Yaani mwanamke yeyote mwenye akili unaweza ukaishi naye. Na mwanaume akimpata mwanamke wa hivi haamaniki. Kwanza kumpata mwanamke anayelizika na chopewa na mumewe. Mwanamke jambo la pili awe na usafi na na, na wa ndani na nje. Nikisema lugha kikubwa inaeleweka. Mtoto wake na usafi wa ndani na nje. Jambo la kazi ya tatu ya mwanamke ni kujua kupika chakula. Awe anajua namna ya kukuandalia mumewe chakula. Sio unaona mwanamke anapika chakula utafikiri makapi. Um, hey, um, kwa ajili ya mwanamke kama anashindwa kupika chakula. Jambo la tatu mwanamke awe anajua mechi ya kitandani. Muhimu. Mwanamke sula mbaya, ujui ndani ya uwanja anacheza namba ngapi <g nonetheless> <coughs> upate mwanamke anayejua kucheza mechi balabala. Jambo la tano upate mwanamke anayeheshimu familia yako. Amekuja mama yako, aa ananuka mama k mbaihm itabidi arudi. wamb mwall l dma wewe stupid, wewe una akili kabisa? Mke wako akifikia kusema, unaondoka wewe, mama nabaki hapa, dada yako utaondoka wewe, dada anabaki hapa We unaakili wewe, nimwache mama yangu au baba yangu? Na sio mama tu, hata baba. Kwa sababu watoto wengi wamebezi kwa mama. Ubweni wewe unabezi kwa mama, mama ndio aliyekulea wewe, kakusomesha lazima tuambie watu kweli, hatujipigi debo wanaume. Sheikh naam, hatujipigi debo wanaume. Baba ndio kanisomesha mimi, baba kaniulia nguo mimi, chakula. Baba alikuwa ananibeba begani kunipeleka shule, baba alikuwa ananipigania mimi Baba alikuwa ananifanyia mambo yote ya kheri mimi. Mama alikuwa ananifurahia, nimekaa tumboni miezi tisa mpaka kumi. Kwa nyinyi wote ni watu muhimu, sio mama wala baba, wote ni watu muhimu katika maisha ya mtoto. Eh, kuna watu wamebezi kwa mama tu. Ukiambia mimi mama tu, mimi mama, mama, unakuta mama mnafiki, kazi yake kumlisha mtoto maneno ya kinafiki: amekuja shangazi yako, mchukie usimpe hela shangazi, msimpe hela, nipe tu mimi wanangu, alafu na mamako mdogo na mamako mkubwa. Wewe mama mchawi unamtakia laana mtoto wako na maneno ya watu watano. Sheikh wangu, nimalizie katika familia, yaogope sana babu yako, bibi yako, baba yako mdogo, baba mkubwa, shangazi, mjomba, kaka na mdogo wako, au watu kama unapata maisha, wasaidie kadri linavyoweza kuwasaidia, hiyo ni damu, na ukiwadhalau, akikusema neno mabaya, unapata laana. Sasa kuna watu wajinga katika familia, ndio wanaoa wanawake kama hawa Mwanamke anamwambia, ah, mimi hapa ni wewe na watoto wetu tu mume wangu basi. Wewe una akili kweli? Na wanaume mijinga inakubali. Eh, hata mimi nimeona ni kweli mke wangu. Hapo mimi nimeona ndugu ndugu wao wananichao watu hawa. Mimi ni wewe na mke wangu. Una akili? Unapata nafasi unakuwa waziri. Ndugu zako wanafanya maibu yebu. Waziri. Ndugu zako wanafanya maibu yebu. Mkuu wa wilaya ndugu zako wanafanya maibu yebu. Mkuu wa wilaya anachukua mshahara karibu milioni 8, 9. Ndugu zako wanafanya mkuu wa mkoa sio wilaya. Wanafanya maibu yebu. Unakuwa rais wa nchi, ndugu zako wanavaa yebo yebo. Unastaafu rais, ndugu zako wanavaa mashati ya mitumba ya Kariakoo au ya, ya Ilala. Wewe una akili, hata kama ndugu zako hawana akili. Ya wawezi Mungu hawezi kuleta familia yenye akili wote. Mungu amekupa wewe neema, ipitie kwako. Umesha kuwa kiongozi mkubwa wa serikali, eti ndugu zako wanakuwa wanavaa yebo yebo, wanavaa majinzi ya kuchagua chini? Wape maisha. Umesha kuwa kiongozi mkubwa, wape maisha, walishavu hata rafiki zangu wa chini kule lazima wale maisha. Yes, ndio maisha. Kama ni kwamba ni waambie Watanzania wa Afrika, tubadilike tuache loho mbaya tuache loho za husda tuache uchoyo na ulafi na ubinafsi, tujaribu sana kuviacha hivi vitu vinatupotezea nafasi na muda, na tuishi na wake zetu kwa tahadhari. Mungu ametutaka hivyo e, tusiwaamini tukakabidhi roho. Mke sio ndugu, mke ni udugu wa paja tu e, mke mi naita ni udugu wa paja. Ndugu ni mtoto wako, mdogo wako, kaka yako, baba yako, mama yako, ile ndio generation, ndio family. Wale ndio natakiwa kai nao e, na ukipata kidogo gawana, gawana na ndugu, sio ukw okay, umengang'ania tu unaona raha mkienda kijijini kwa baba tu, umeenda na gari, ndugu zako naenda kwa miguu, amevaa mayeboyebo, wananuka banga, si banga epa fiumu. Yani, usipende kuona jirani yako anapata maisha magumu, msaidie jirani wa nyumba